Yesu, tunakushukuru sana kwa wema na fadhili zako sande. Kwa neema hii ambayo imetufanya vile tulivyo. Ni kwa mkono wako, ni kwa nguvu zako, ni kwa neema yako tupo vile tulivyo. Tunakurudishia sifa, tunakurudishia utukufu, tunakurudishia adhama. Maana hivi vyote ni wewe umefanya. Maisha yetu wewe ndiwe umeyaweka vile yalivyo. Ushindi tulio nao, tunakiri kwamba ni kwa sababu yako. Baraka tulizo nazo, tunakiri ni kwa sababu yako. Uzima huu, uzima huu ambao Mungu wewe mwenyewe umeuruhusu, ni kwa sababu yako wewe Hivyo Bwana, tunasema upokee sifa, heshima na utukufu na adhama, kwa sababu mambo haya yote umeyafanya ili jina lako liweze kutukuzwa katika maisha yetu. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa maarifa ya neno lako. Neno lako linasema heri mtu mmoja aifikiliaye toba yako na kurudi katika njia zako kuliko wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Baba, tunakusihi sana, tunapolisikia neno lako tuwe watu wepesi wa kulikubali neno lako na kupima mienendo yetu na kuyapima maisha yetu na kuona ni wapi ambapo hatufanyi vizuri, na kisha Mungu Baba wa mbinguni kwa unyenyekevu wote tukalikubali neno lako likaweze kutusaisha na kuturudisha katika njia zako. Roho wako asipofanya hivyo ndani yetu, tunaweza kuwa katika hali ya ugumu wa mioyo na kisha tusione nafasi ya kutubu na kugeuka na kurejea kwako, ili ziweze kuja siku za kuburudishwa katika maisha yetu ambazo tunazitamani mno. Baba, pokea sifa heshima na utukufu. Sande kwa vijana hawa ambao wanajidhabihu kwa sababu ya sifa na ibada kila asubuhi, nenda ukawabariki, nenda ukawakumbuke katika maisha yao, wale ambao pia wanafika katika nyumba yako na kukuabudu kabla ya kuanza shughuli zao za kila siku. Mungu wa mbinguni, nao kwa sababu ya sadaka hii wakumbuke. Wapo wengine tunaabudu nao kupitia njia za mitandao. Baba Mungu, kwa sababu ya heshima hiyo ya kutenga muda na nafasi kabla hawajaingia katika shughuli zao ambazo umewatengea ambazo ni halali, Baba Mungu wa mbinguni, tunaomba kutoka madhabahu haya, nao ukaweze kuwabariki. Wengine wamo katika nchi hii, wengine wamo katika nchi za mbali. Baba, wote ukawabariki na kuwatenda mema. Sasa ukatuhudumia kwa nafasi hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakualika ili neno lako likawe jepesi, tukalielewe na likatusaidie kuweza kukua na kusonga mbele. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru, amen. Amen hebu amen. Tumshangilie Bwana Yesu, amen. Asi Mungu wetu ni mwema Niombe tusonge mbele kabisa katika kujifunza neno la Mungu asubuhi hii njema kabla hatujaingia katika kipindi cha maombi. Nahisi kwamba tunahitajika sana katika eneo la kumwomba Mungu aturehemu kwa sababu neno la Mungu linapokuja kwetu linatusaidia kuzitafakari njia zetu na maisha tunayoishi na si vinginevyo. Narudia neno la Mungu linapokuja kwetu linatusaidia kuzitafakari njia zetu na mienendo yetu ili tuweze kubadilika, kugeuka na kumtafuta Mungu kama Mungu wetu. Kichwa cha ujumbe ambacho kinaweza kuwa kikubwa ama kidogo kwa habari ya wiki hii. Ni Roho wa Mungu atusaidie kuendelea kukataa kila aina ya uovu. Wapendwa, ukisikia neno uovu, ujue ya kwamba ni jambo ambalo mbele za Mungu linaumiza moyo wake. Na hizo ndizo ambazo tunaziita njia zisizompendeza Mungu. Uovu unayatenga maisha ya mwanadamu na Mungu wake aye alimuumba kwa kusudi la kumwabudu na kumtukuza katika maisha aliyomwekea hapa chini ya jua. Na kila wakati tufahamu ya kwamba maisha yetu yamefungwa katika alama za nyakati. Hawezi ukafahamu ni kwa kiwango gani maisha yaliyobaki uweze kuyaishi hapa duniani. Na unapojua ya kwamba swala la muda ni swala ambalo limewekwa katika alama za nyakati, yaani hauwezi ukajua ni nini ambacho kitajiri tutakapotoka hapa ama tukiendelea na kipindi hiki. Ni sawa na siku ya Bwana ambayo tunaisubiri, hakuna ajuaye ni lini, lakini kwa sababu tunajua siku ya Bwana hipo na itakuja, pamoja na kujifunza na yale ambayo tunayaona kule nje na kurudi katika neno la Mungu na kutafuta maandiko yanasema nini kuhusu alama za siku za mwisho. Hivyo vitu Mungu ameviweka ili tukae akili zetu zikiwa zimeamka. Tunapopambanua na kusoma namna mambo yalivyo kule nje, tunajua ya kwamba siku ya Bwana inakaribia. Hiyo inatosha kukufanya ukae ukiwa tayari, na Roho wa Mungu pia atusaidie maana yeye ndiye mwalimu anatakiwa kabisa, atushawishi ndani ya mioyo yetu na kutufundisha tufahamu nyakati tunazoishi ndani yake. Basi tusonge mbele na neno la Mungu, na mlango ambao umetuingiza katika neno hili tuliupata katika ile Wathesalonike wa kwanza sura ya tano ule mstari wa ishirini na moja nimerudi nyuma tena kidogo, ishirini na mbili na ishirini na tatu Na, na, na neno la Mungu linasema jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini tunahitaji kuhifadhiwa na kutakaswa kabisa miili yetu, nafsi zetu na roho zetu, ili tuwe kamili kabisa bila lawama? Mahali pengine neno linasema bila mawaa, yaani ili tuwe tayari wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hili ndilo tukio kubwa kabisa zaidi ya yote ambayo uliwahi fikiria katika uso wa dunia ambalo mwanadamu analisubiri. Uwe umejiandaa, uwe haujajiandaa, hili hauwezi kuwa na ficho lolote. Siku ya Bwana inakuja, siku ya Bwana inakuja. Ufalme wa Mungu unakaribia, na ufalme wa Mungu unapokaribia, Mungu wa amani mwenyewe anatakiwa kututakasa kabisa, ninyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, muhifadhiwe muwe kamili. Uchafu na uovu wa aina yoyote ule unaweza ukaandama maisha ya mwanadamu kupitia sehemu hizi tatu, lazima tuhifadhiwe katika nafsi zetu ili tutakaswe na Bwana yeye mwenyewe. Roho zetu tunahitaji utakaso ili ziwe tayari kwa sababu ya siku ya Bwana. Miili yetu ambayo adui anaitumia kupenyeza uovu katika maisha yetu, lazima miili yetu itakaswe na kuhifadhiwa bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Nimekwisha kusema kanuni ya mbingu ni kwamba mtu mmoja afahamuye makosa yake na kugeuka na kutubu, yuheri mbele za mbingu za Mungu, ambazo kwa kutubu kwa mtu yule, mbingu hugeuka na kuwa sehemu za mashangilio na shukurani, kwa sababu ya hiyo nafsi ambayo imetambua makosa yake na kutubu na kurudi kuliko wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu na kugeuka. Basi Mungu wa mbinguni atusaidie na Mungu wa mbinguni aturehemu, ili tuweze kuyafanya na kuyashika haya kwa utukufu wa jina lake. Warumi sura ya kwanza, songe mbele, kabla ya kuingia katika maombi. Warumi sura ya kwanza, stari yule wa ishirini na moja neno la Mungu likawa likituambia hivi, kwa sababu walipomjua Mungu hawaku kumtukuza kama yeye ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hili ni neno ambalo tuliliona siku ya jana. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama yeye ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Kazi ya uovu ni kulete giza katika maisha ya mwanadamu, na kile kinachotiwa giza ni moyo wa mwanadamu neno la Mungu kwa sababu ya giza la namna ile, na moyo kwa namna ambavyo adui anashughulika nao, kuhakikisha ya kwamba hakuna nuru ya injili ya Kristo Yesu ambayo inatakiwa kukuangazia kwa namna yoyote, ili ujue ni kwa namna gani unavyotakiwa kuenenda, huku ukijitunza na kujihifadhi kwa sababu ya siku ya mwana ambayo inakuja kwa wakati ambao tusioufahamu ndio maana inalinganishwa na kama vile mwivi anavyomfahamia mwenye nyumba ama mwenye makao yale. Angelikuwa na uwezo wa kufahamu leo ni siku ambayo nitaenda kufahamiwa, yeye angeweza kujiimarisha na kutafuta namna ya kujilinda, hata kuwazima ulinzi katika njia yoyote ile ambayo angejua, ili kukabiliana na yule mwivi wakati anapokuja. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo siku ya Bwana kwa sababu adui anajua siku ya Bwana inakuja, kile ambacho anashughulika nacho ni mioyo ya wanadamu na kuifanya kuwa migumu, mioyo iwe na ukaidi. Pale ambapo anaporuhusu giza kujaa katika moyo wa mwanadamu, anamwondolea ule uwezo wa nuru ya Kristo ambayo inatakiwa kuangaza ndani ya moyo wa mwanadamu ili aweze kupambanua vyema ni nini ambacho anatakiwa kufanya na kwa majira na nyakati gani, na kukaa akiwa akiwa tayari kwa ajili ya Bwana. Neno la Mungu katika mstari ule wa kumi na nane, narudi nyuma kidogo ili tuendelee kujifunza Warumi sura ya kwanza mstari wa kumi na nane. Nimerudi nyuma kidogo ili tuweze kupata faida ya neno la Mungu, jinsi ambavyo linatuelekeza asubuhi hii njema kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa mwanadamu waipingao, wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Ni nini ambacho kinafanyika katika dunia ya sasa, kile ambacho tunakiona? Na wakati mwingi ninajua, sio mimi wala wewe bali watu wengi wana maswali na wanajiuliza ni nini ambacho kimejiri katika ulimwengu ambao tunaoishi ndani yake, kwa sasa, wakati ambapo mwanadamu amegeuka na kuanza kufanya mambo ambayo kabisa wakati mwingine, nimekwisha kusema, hata neno la Mungu limesema, ukiyasikia nikana kwamba masikio yako yanawasha, ukiyaona inabidi nikana kwamba unataka kuyapanguza macho yako, ili uhakikishe kana kwamba kile ambacho unakiona, mtu anatembea kabisa mchana kweupe akiwa nusu uchi, unajiuliza ni tatizo gani ambalo linaweza kuwepo wakati ambapo mwanadamu asili yake ni kujisitiri na kuhakikisha ya kwamba analinda adabu na heshima ambayo Mungu alimuumba kwayo. Lakini ni kwa nini ambavyo vitu kama hivi tunaviona? Kwa nini mtu anaibuka anainuka kwa sababu ya mgogoro kidogo na matatizo kidogo ambayo yanaweza kuwa yameibuka katika mahusiano, katika jamii, katika sehemu za kazi ambazo tunaishi na kisha kwa ghafla unasikia ya kwamba ameuondoa uhai wa mwenzake, na wala hababaiki na wala haoni kana kwamba amefanya kitu ambacho kinamuumiza Mungu. Ni kwa nini haya mambo tunayasikia katika maisha ambayo tunayaishi leo? Neno la Mungu linasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Mwanadamu ameondolewa wa katika kuthamini kweli ya neno la Mungu ambalo ndilo linastahili kumwongoza na kisha, uovu umekithiri na kutawala maamuzi ya mwanadamu, na hivyo tuna mhitaji Mungu sana. Unapoona Mungu analileta neno lake, nimesema analileta neno lake ili kutusaidia kulishika neno la Mungu, kugeuka na kutubu na kuanza kufanya yale ambayo yanampendeza Mungu, kwa sababu ni rahisi sana uovu ukashika nafasi ya maisha ya mwanadamu, na wala asione haja ya kutembea katika kweli ya neno la Mungu. kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika milele, samahani, na kufahamika kwa kazi zake. Nipo ule mstari wa ishirini. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Unaweza ukaona vile neno la Mungu lilivyo. Hatuwezi tukaondoka katika ile kweli ya Mungu, kwa sababu tumekwisha kuhubiriwa habari za huyu Mungu wetu, na tunajua uweza wake na uungu wake. Tumekwisha kuona anafanya mambo ya ajabu, tumesoma katika neno lake ni kwa namna gani alifanya mambo makubwa na ya ajabu ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Kwa hivyo tunapoona ule uweza, asante sana mtu wa control room, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana Mungu Samahani sana kwa sababu nilirudia neno hili ili uweze kulishika. Kuna kitu ambacho nataka ukione, mstari ule wa ishirini kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Hilo ni neno la Mungu linatuambia hivyo, na kufahamika. Tunayaona, tunauona uweza wa Mungu na tunaujua uungu wake. Tunajua nguvu za Mungu ambaye tunamwamini. Tunajua ni mambo gani amefanya katika kale zilizopita na karne ya sasa. Na tunajua ni nini ambacho anaweza akafanya katika majira yaliyo mbele yetu. Kwa hivyo neno la Mungu linasema, hatuwezi kuwa na dukuduku ama mashaka juu ya namna gani Mungu ambaye tunamwamini alivyo na uweza na ngufu na ukuu na uungu wake ambao hauwezi kuwaompise. Hatuwezi kufanya maojiano juu ya ukuu na uweza wa Mungu na kuondoka katika kweli yake, kwa sababu hata namna ambavyo aliweza kutununua katika kazi yote iliyokamilika ya msalaba kupitia kufa na kufufuka kwake, ili tuweze kuishi maisha ambayo yana ushindi, ilibidi sana kwanza kwake kufanyika kielelezo ili wokovu tunaouamini uwe na maana kamili. Yeye ilibidi kwa namna ya kibinadamu aweze kuchukua uchungu, aweze kupitia kazi ya msalaba ambayo haikupungua chochote, ilikamilika. Ijapokuwa yeye katika maandalizi yale, kuna wakati alifika akasema Mungu, kikombe hiki kama kinaweza kuniepuka, kifanyike hivyo. Lakini kwa sababu mapenzi ya Mungu ilibidi yaweze kutimizwa, kupitia kufa na kufufuka kwake, kupitia njia ya msalaba, ili tuweze kusimama katika ujasiri wote na kuthibitishia ulimwengu kuhusu uweza na ukuu wa uungu wake, kwa sababu yalikwisha kuingongomelea ile hati ya mashtaka ambayo tungekuwa hatuna nafasi ya kusimama na kuweza kuzungumza habari zake, lakini kwa sababu alikufa na kufufuka na sasa yuaishi, yeye ni Mungu na yeye ni yule jana leo na hata milele. Basi hatuna haja ya kuwa na udhuru wa namna yoyote ile, tunatakiwa kutembea katika kweli yake yeye mwenyewe na kukataa njia ambazo ni za uovu, na neno la Mungu linasema hatuwezi kuwa na udhuru wa namna yoyote ile. Mwanadamu ametengenezwa katika mazingira ambayo wakati mwingine anatafuta udhuru mahali ambapo haitakiwi kuwa na udhuru. Mungu ni yule yule, jana leo na hata milele. Utakatifu wake ni ule ule, hauwezi kubadilika. Yeye anaokoa, yeye anaponya, yeye anabadilisha historia za mtu ambaye anamwamini na, na kumwendea. Kwa hivyo tunatakiwa kuwa na ujasiri wote tunaposikia habari za kwamba huyu Mungu anatutaka tutembee katika njia ambazo zinampendeza na kukataa uovu kwa gharama yoyote ile. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Neno la Mungu linaendelea kusema Rumi sura ya kwanza. Sasa nikimbilie ule mstari wa 28, kwa sababu tumekwisha kujua, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza, ule mstari wa kumi na moja, kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye uchinga ikatiwa giza. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama Mungu, tumesema kwa habari ya kumjua Mungu.